Mtazamaji, tunaelekea huko mkoani Iringa ambapo chuo cha ufundi Turnbull cha mjini Iringa kimeadhimisha miaka nane tangu kuanzishwa kwake kwa kutembelea gereza la Pawaga katika halmashauri ya wilaya ya Iringa vijijini na kutoa misaada mbalimbali ikiwa ni sehemu ya faraja kwa wafungwa na kuwajengea wanafunzi wa chuo hicho katika misingi ya kusaidiana. Tuungane naye Zuhura Zuheri kutoka Iringa ambaye ametuandalia taarifa hii chuo cha ufundi Turnbull mjini Iringa hadi kufika gereza la Pawaga lililopo Itonondo wilaya ya Iringa vijijini. Daudi Kingarasa mkurugenzi wa chuo cha ufundi stadi cha Turnbull cha mjini Iringa amesema kuwa chuo hicho kimekuwa na utaratibu wa kutembelea makundi mbalimbali yenye mbali uhitaji wa faraja na kutoa misaada mbalimbali kila kinavyotimiza miaka ya kuanzishwa kwake, lengo likiwa ni kusherehekea kwa kuwafikia watu walioko kwenye mazingira magumu ili kutoa tumaini na kuonesha kuwa bado wanajaliwa. Huwa tunaenda sehemu mbalimbali, lakini siku ya leo tumeona tuje hapa gereza la Pawaga tuwakumbuke na wenzetu, japokuwa kwa hicho kidogo chochote ambacho kimetokana na wadau mbalimbali, lakini wakiwemo wanafunzi. Licha ya kwa kwamba serikali yetu inafanya juhudi kubwa sana katika kutoa huduma mbalimbali katika taasisi mbalimbali mbali hapa nchini, lakini pia na sisi kama wadau ni vema zaidi tukakumbuka pia hata jamii zingine kama hizi kuja kutoa chochote kitu. Na hapa anatueleza kwa nini wakachagua njia hii kuwa ni sehemu ya maadhimisho ya chuo chao. Uh, utaratibu wa chuo hiki uh, ni kutokana na mazingira jinsi kilivyoanzishwa hiki. Chuo kimeanzishwa katika mazingira magumu, kwa hiyo mpaka hata hapa tulipofikia tunaona ni neema ya Mungu tu. Sasa tunaona pia ni vema zaidi tukamshukuru Mungu kwa namna mbalimbali mbali, hasa pia ya kuchangia chochote kitu Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa gereza la Pawaga, Inspector Joshua Mbora ameushukuru uongozi wa chuo cha Turnbull Iringa kwa msaada walioutoa, huku akitoa wa wito kwa jamii kuwa na utaratibu wa kutembelea vituo vya wenye uhitaji kuwafariji, kama magereza, wagonjwa hospitalini, na watoto wenye mazingira magumu. Tunashukuru sana chuo hiki, vifaa hivi vitawasaidia na kuwapunguzia ule uhitaji pale walipokuwa wamefungukiwa. Uh, mpaka hivi sasa tunaofungwa jumla yao ni mia moja thalathina tano ambao wanapata chakula cha serikali kinawatosheleza. Natoa wito kwa jamii mbalimbali, tunawaomba pia waweze kutumia nafasi zao walizonazo hata vipato vyao kuweze kutembelea magereza mbalimbali mbali kote nchini kuwafariji na kuwapa misaada mbalimbali ili weze kuwasaidia. Maadhimisho hayo yametumika kama ni sehemu ya mkakati wa chuo hicho kushirikiana na jamii na kuhimiza thamani ya huduma kwa wengine, jambo ambalo limeacha alama kwa wanafunzi na wadau mbalimbali wa chuo hicho cha ufundi cha Turnbull. Oh, mimi kama binti nashukuru kwa ziara hii, nimejifunza mambo mengi, nimejifunza vitu vingi. Kikubwa zaidi ninachoshukuru ni eh, tumefanya sehemu ya chuo cha ufundi cha Turnbull Iringa kimekuwa kikitoa mafunzo ya ufundi kwa vijana wa Iringa na maeneo jirani kwa miaka nane tangu kuanzishwa kwake mwaka 2017, na, na kinazidi kuwekeza katika malezi ya kijamii na kitaaluma kwa ujumla. Zuhura Zoheri, Abudi TV Iringa.